Hivi umeshawahi kujiuliza jinsi gani ambavyo watu wamekuwa wakipata pesa mtandaoni wakijiingizia kipato bila hata ya kuwa na bidhaa zao wenyewe? Wacha twende nikakuonyeshe njia rahisi ya kuweza kuanza affiliate marketing hatua kwa hatua bila ya kuweza kuhofia lolote lile. Hili neno affiliate marketing linaweza kuonekana ni ngumu mwanzoni pale ambapo utaweza kusikia mara ya kwanza, lakini kupitia video hii nitakwenda kukuelezea kwa maneno rahisi na mifano ya maisha halisi. Na nategemea kama utatazama video hii hadi mwisho, utakuwa na uelewa mzuri sana na utakuwa hauhangaiki tena kuweza kujua hili neno affiliate marketing ni kitu gani, na vile vile tutaweza kupeana msingi na mambo mbalimbali ambayo unaweza basi kuchukua hatua kuanza hii affiliate marketing. So tuanze kwa kuangalia affiliate marketing ni nini. Affiliate marketing tunasema ni pale ambapo unapopromote bidhaa au huduma za watu wengine na unapopata malipo unapata kamishoni fulani kwa kuweza kupromote bidhaa hizo, pale ambapo kila mtu ataweza kununua kupitia linki ambayo wewe utaweza kushare. Kwa mfano tuchukulie, wewe unapenda video editing, na kampuni ya Capcut inatoa affiliate program. Sasa ukiwa affiliate, unapata linki maalum, unashare kwa marafiki zako, kwa watu ambao unahisi wanaweza kununua kupitia hiyo linki. Watu wakiweza kuklik na kwenda kununua, unapata commission fulani kutokana na malipo ambayo watafanya. So inakuwa rahisi bila ya kukuhitaji wewe kuwa na bidhaa zako mwenyewe, unaweza kupromote bidhaa za watu wengine na wewe ukaweza kujiingizia kipato, ukapata commission yako katika kila manunuzi yanayofanyika. Sasa wacha tuangalie kwa ujumla huu mfumo wa affiliate marketing unavyokuwa. Affiliate marketing, kuna vitu kadhaa ambavyo unatakiwa uweze kuvifahamu. Kwanza, mtu wa kwanza ni huyo ambaye hutoa bidhaa, tunawazungumzia hapa kina Amazon, Jumia, Alibaba, Clickbank na wengine na wengineo uingine, na halafu kuna huyu ambaye anaitwa affiliate ambaye ni wewe, unaeshare hiyo link maalum kwa lengo basi la watu kuweza kuclick na kununua hiyo bidhaa na wewe kujipatia commission fulani katika kila manunuzi. Lakini na baada ya hapo kuna huyu customer, mteja ambaye atakwenda kununua hiyo bidhaa kupitia link ambayo utakuwa umeshare wewe, na kuna tracking system yenye kuhakikisha basi commission yako inarekodiwa. Wacha tuchukulie mfano wa maisha halisi kabisa, tuchukulie una share link ya CapCut Pro katika status yako, na pengine marafiki wako watatu wameweza kuclick link hiyo na kwenda kununua hiyo app ambayo umeshare ya CapCut. Sasa kampuni hii ya CapCut inakuwa inajua wewe wamenunua, I mean, wamenunua hawa watu kupitia wewe, na wanakupatia commission fulani kulingana na vile ambavyo mtakuwa mmekubaliana na kila ma ma mauzo ama manunuzi yatakapoweza kufanyika. Sasa kuna aina za commission. Kuna aina ya kwanza ambayo tunaita pay per sale, PPS. Pay per sale, malipo pale sale imepotokea, lakini pia kuna pay per lead, tunaita PPL malipo pale mtu anapojaza form au kuregister. Hii pa pay per sale mfano wake tuchukulie simu ya shilingi milioni moja commission ambao wanatoa ni asilimia tano. So wataweza kujiingizia kama shilingi elfu hamsini endapo kuna mtu ambaye ameclick link hiyo na kwenda kununua simu hiyo. Lakini hii pay per lead, PPL, ni malipo yanatokea pale ambapo mtu amejaza form ama kuregister, mfano katika mfumo fulani ama service fulani. Let's say mfano kampuni ya bima inakulipa shilingi elfu mbili kwa kila referral, kwa kila mtu ambaye atakwenda kutokana na link ambayo umeiweka wewe na kwenda kuchukua bima ama kuregister lakini vilevile aina ya tatu ya kamisha ni pay per click, tunaita PPC. Malipo yanatokea pale ambapo kwa kila click inatokea katika ile link ambayo umeiweka. Mtu akiklik tu ile link na wewe unajipatia commission fulani. Pia hiyo ipo katika hii affiliate marketing. Kuna faida na na faida changamoto za affiliate marketing. Miongoni mwa faida ni rahisi sana kuweza kuanza, hakuhitaji wewe kuwa na bidhaa. Just una promote tu bidhaa za watu wengine. Unaweza kufanya popote tu pale ukiwa na kifaa chako na sehemu ya kushare hizo linki na kushawishi watu. Lakini changamoto nyingine ni kuweza kukosa ile trust, watu wanakuwa hawaamini muda mwingine, lakini vile vile mauzo yanakuwa madogo mwanzoni, kwa hiyo inakupelekea wewe pengine kuweza kuvunjika moyo, kata tamaa. Lakini kama utachagua bidhaa ambazo unazipenda na unajua audience wako, utakuwa consistent, utaweza kufanikisha hilo. Lakini pia miongoni mwa changamoto nyingine, hususan katika nchi zetu ambazo hatujazoea, hatuna mazoea ya kununua vitu mtandaoni inakuwa ngumu na unachukua unatumia nguvu kubwa sana kushawishi watu na kuwafundisha watu jinsi ya kununua basi bidhaa katika hiyo sehemu ambayo utaweka linki itakayowapeleka huko. Kwa hiyo unaweza kuweka linki na ukakosa watu ambao wanaweza kuklik hiyo linki na kwenda kununua. Ukiangalia wale watu wa bidhaa wengi wanatoka katika haya makampuni makubwa makubwa Amazon, uh, Clickbank na mengineyo ambayo yapo. Inambidi mtu aweze kusubiria pengine mzigo atakapoagiza ajifunze jinsi gani ya kuagiza huo mzigo wa kununua na kuweza kupokea. Kwa tuko nyuma sana sisi, hususan katika hizi nchi zetu developing country, japokuwa tunaendelea kukua kido kidogo kidogo, tunapeana elimu ili tuweze kubadilika, tuwe ni watu wa kununua basi bidhaa mtandaoni, tuwe ni watu tunaelekea kule ambapo dunia inapoelekea. So, hatua ya kwanza ambayo unaweza kuchukua ni kuweza kufikiria niche tatu ambazo unazipenda. Niche ni nini? Niche ni somo ama bidhaa ambazo unapendelea na unajua kuwa bidhaa hizo kuna watu wangependelea pia nao kuwa nazo bidhaa hizo, kupata bidhaa hizo. Andika hizo niche tatu, chagua niche moja katika hizo tatu ambayo unahisi unaweza kuanza nayo basi, na kuweza kufanya hii ishu nzima ya affiliate marketing. Anza na niche moja ambayo unahisi kwako inakufaa, ni nzuri, hautoweza kuchoka. Licha ya kuwa hakuna manunuzi bado, utaendelea kufanya na kutangaza bidhaa za watu wengine. Kutokana umechagua na niche ambayo wewe mwenyewe unapenda licha ya kuwa unataka kujiongezea kipato kupitia affiliate marketing. Kuweza kumaliza na kutamatisha video hii hivi ambavyo nimeweza kukupatia leo maelezo ambayo nimekuelezea ndio msingi na utakufanya wewe kuelewa affiliate marketing. Japo kidogo na natumai umeweza kuelewa, sasa hivi utakaposikia hili neno affiliate marketing tayari unajua ni kitu gani. Uh, tutakuja kuendelea hapa tulipoishia katika wakati mwingine kuendeleza hiki ambacho tumekianza, kwa sababu affiliate marketing utahitaji pengine kujua hizo uh, watoa bidhaa, mfano kama hao Amazon, wanatoaje hiyo affiliate program, unaipataje hiyo linki na kuweza kushare, na endapo mtu akiklik, unawezaje kuona ile commission ambayo unaipata, unawezaje kutoa. Tutakuja kujifunza vyote hivyo. Natumai umeweza kujifunza basi kuhusu affiliate marketing. Sina la ziada, like video hii Nimeona kuna wimbi kubwa la watu wamekuwa wakitazama video zangu mbali mbali, lakini wanashindwa kuweza hata ku like video ambazo nimekuwa nikishare hapa, hata free kabisa hutoi chochote kile. Sasa ningewaomba sana kama hauna muda ku comment, basi hata like, uweze ku click kama unahisi video hizi ambazo nimekuwa nikishare hapa zimekuwa zina manufaa, zimekuwa zikupatia kitu ambacho pengine ulikuwa haukijui. Uh, sio vitu vyote ambavyo utakuwa uvijui, najua kuna vingine unavijua lakini nategemea japo kidogo utakuwa unapata value katika kile ambacho najaribu kushare hapa. So hakikisha unakuwa una like video zangu ili kunipa mimi moyo wa kuendelea kufanya na hiki ambacho nimekuwa nikifanya hapa, tukishare maarifa na kujifunza pamoja. Sina la ziada, asante sana, tukutane wakati mwingine. Una swali, una maoni, una cha kuchangia, pengine wewe ni expert katika hii issue nzima ya affiliate marketing, tufundishe na sisi, share na sisi katika sehemu ya comment kile ambacho unakijua, vitu vya kuzingatia tips mbalimbali itakuwa vizuri zaidi, tukiendelea kujifunza kwa pamoja. Mimi ninachokijua nika share na wewe, unachokijua uka share sehemu ya comment, na watu wengine ambao hawafahamu wakaweza basi kujifunza kupitia sisi. Asante sana, tukutane wakati mwingine tutakapokuja kuendelea na hiki ambacho tumekianza, issue nzima ya affiliate marketing na kuona jinsi gani ambao tunaweza kuapply na kufanya nao kazi kujiingizia kipato mtandaoni. Asante sana.